Hili jambo limeweza kushangaza na kufurahisha watu wengi sana e, katika mtandao wa Instagram, ambapo kuna video ambayo ameweza kuwa akizishare mwanadada huyu ambaye ni mwanamitindo kutokea Tanzania. Mwanamitindo huyu ameweza kuonesha furaha yake ikiwa ni baada ya kukutana e, na e, mtakatifu, papa mtakatifu. So, mwanamitindo huyu ambaye anajulikana e, kwa jina la Flaviana Mapatata ameweza kuonesha hisia zake kubwa sana na furaha yake ya, ya hali ya juu ikiwa ni baada ya kukutana uso kwa uso e, na papa. Ameweza kuonesha jinsi alivyovutiwa na kitendo hichi, ambacho watu wengi sana huaga wanakosa fursa za kukutana na papa kama huyu, na watu wachache sana huwa na uwezo wa kumshuhudia. So habari kwa ujumla ni kwamba eh, katika hichi ambacho eh, kileza kuendelea ni kwamba mwanamitindo wa kimataifa kutoka Tanzania, Flaviana Matata amefurahi sana kukutana na Papa leo katika ziara yake. Eh, tukio hili limekuwa la like, kihistoria na la like, kipekee kwa maisha yake kwa jamii ya Tanzania. Flaviana Matata ni mwanamitindo maarufu na mshindi wa Miss Universe Tanzania 2007 ambaye pia ni mfanyabiashara na mfadhili kupitia Flaviana Matata Foundation FFMF. Kupitia taasisi yake, amesaidia ya zaidi ya wasichana eh, laki nne E, kupata elimu na fursa bora zaidi za maisha. So habari hii imekuwa iko trend sana katika mtandao wa Instagram. Nilikuwa napitia baadhi ya comment za wadau kile kitu ambacho walikuwa nakisema. Sasa nimemtazama jinsi alivyoweza e, kuonesha furaha yake pale pindi alipokutana na papa, baada ya hapo tarudi kuja kusoma comment za wadau. Walikuwa nasemaje? Kufuatia e, jinsi mwanadada huyu alivyokutana na papa e, leo e, majira ya jana Sasa nilikuwa napitia baadhi ya koment za wadau, kile kitu ambacho kwa nakisema. Huyu kaza kusema kwamba she so luck kwamba na bahati nzuri. Huyu mwingine kaza kusema kwamba uso kwa uso e, mnaijua nyie. Huyu mwingine kaza kusema kwamba, e, atusaidii na kama huwa mna makosa cha kuposti mwe mna, mna kosa cha kuposti mwe mnatulia. Huyu mwingine kaza kusema kwamba alikuwa anapita bana, hiyo sio uso kwa uso. Mwingine kaza kusema kwamba ajakutana naye bali kamuona mwingine akaweza kusema kwamba hongera eh, kadada, tunakusubiri lubanga shetown upige eh, mibaraka. Mwingine akaweza kusema kwamba ajakutana bana, ila Flaviana amemwona Papa. Mwingine akaweza kusema kwamba nanyi acheni uchawa uso kwa uso, maana yake alikuwepo tu hapo, acheni ushamba huu. Mwingine akaweza kusema kwamba watu wana makasiriko hatari. Binadamu ni kiumbe cha ajabu sana, si bora hata wanyama wanaheshimiana kwa kweli. Huyu mwingine kaza kusema kwamba ongera sana dada. Lakini huyu mwingine kaza kusema kwamba tafuteni vya maana vya kuposti. Huyu mwingine kaza kusema kwamba inatusaidia nini au ni mchango gani katika jamii? E, comment za dau zimekuwa nyingi sana waki, waki, e, wakichana hii media ya Dafra ambayo imeweza kuposti hichi katika mtandao wao wa Instagram. E, wakionyeshwa wajafurahishwa na posti hii. Mwingine kaza kusema kwamba au mimi sielewi maana ya kukutana. Mwingine kaza kusema kwamba yeye uso wake ndio upo kwa Papa bana. Mwingine kaza kusema kwamba kwa huyu eh, eh, sinaye kama wengine tu huyu. Mwingine kaza kusema kwamba Baba Mtakatifu Mungu pekee huyo ni, eh, ni papa tu. Mwingine kaza kusema kwamba yaani kumuona hau kukutana, acheni eh, kuchapisha eh, eh, ku, ku, mambo ya ajabu Hizo ni baadhi ya komenti za wadau ambazo wameonyeshwa kufurahishwa na hichi ambacho wameweza kukiposti. Dafra unazungumzaje? Ilisha komenti yako hapo chini, lakini baada ya hapo utaweza kutuandikia maoni yako. Unazungumzaje kuhusiana na hichi ili swala la papa kukutana na eh, uh, huyu bidada Flaviana Matata? Asante.